Hiki ni kijiji cha Liamluki, kipo katika kata ya Kijombe, wilaya ya Wanging'ombe na mkoa wa Njombe. Ndiyo kijiji ambacho nimepata nafasi ya kuweza kutembelea siku ya leo, na nimeweza kukaa hapa kwa muda wa siku nne. Wakati niko hapa, nikumbuke kwamba huu ni mwezi wa tatu, kwa hali ya hewa ya huku ni msimu wa mvua. Licha ya kuwa ukiaona mazao yake unaona kabisa hayapo sawa, ni hafifu. Hii ni kwa sababu kwa mwaka huu mvua hazijawa vizuri, huu mwaka 2025 a hazijawa vizuri kwa hiyo hata mahindi yenyewe hajaweza kustawi vizuri, ya si mahindi tu na mazao mengine yote. Ni kitu gani nataka kukuletea hapa? Ninachokuletea hapa kitu kipya katika uzunguka ka, zunguka zangu katika hii kijiji nikaja kugundua kitu kimoja, nyumba zote zina kreki. nyumba zote zina zote zinaufa Je, ni kwa nini? Hilo ndilo swali ambalo niliweza kujiuliza, kwa nini nyumba zote huku zinakuwa zinaufa? Kwa nini nyumba zote zina kreki? Ni kwa nini? Nikiwa naendelea na uchunguzi, nikapata majibu. Nyumba huku zinapiga kreki sio kwa sababu ya ubovu wa ardhi. Hapana, ardhi ya huku ni nzuri kwenye ujenzi, udongo wake ni mzuri, unafaa kwa tofali za kuchoma au broko. Lakini huku tofali za broko hazitumiki, ni asilimia ndogo sana, yaani 0.1 kati ya 100, ni asilimia ndogo sana, na yenyewe inatumika mataasisi kama mashule na makanisa. Kwa hiyo kitu ambacho nimeweza kuigundua hapa, udongo unafaa kwa tofali za kuchoma, na ukisha uchoma basi unaujengea kwa kuchimba tu tope la chini, hauhitaji simenti, bado unakuwa ni mzuri tu. Alizaki kweli, Mungu amejalia, ni nzuri. Changamoto niliyoiona ni swala la Rinta, beam, mkanda wote unaohusika na zege, ujenzi wa huku hakuna nyumba yoyote ambayo wanaiweka beam wara kuweka rinta, hawafungi beam wara kufunga rinta. Kwa hiyo kinachofanyika, akishamaliza akishajenga msingi wake anainua tu nyumba kawaida. Sehemu ya kuweka beam analaza kambao tu pale kwenye sehemu ya dirisha, na kama alikuwa na uwezo wa kifedha msha kutengeneza frame zake za mbao anazipachikia moja kwa moja na kuzijengea. Kwa hiyo hapo haziwi imara. Na kwa nini nyumba zote zitokee kwa tatizo kama hilo? Ni kwa sababu huku anapowezeka wanatumia mbao nzito. Mbao wanaoziwezekea hapa ni nzito. Kwa hiyo kwa sababu zinatumika mbao nzito, nyumba zinalemewa na uzito wa paa. Kwa sababu kumbuke kuna mbao zinazotumika eh? Mbao zinazotumika sio mbao tu, bali itatakiwa zije na bati. Sasa ukipigia mahesabu uzito wa mbao uje uzito wa bati. Najua watu ambao wanashinda shinda na hivi vitu wanajua uzito wake, uzito wa mbao kisha uje uzito wa bati kwao, na wote inatakiwa mzito wote ubebwe na kuta. Kwa kufikia hatua, kuta zinalemewa, kuta zinazidiwa ule uzito. Kwa hiyo inasababishwa kreki, kuta zinalemewa na kusababisha mipasuko. Ninaposema mipasuko, ninaposema kreki, ninaposema ufa kwenye hii video zote ni kitu kimoja, zote ni kitu kimoja. Kwa hiyo kama navyoendelea kuziona au nauzo uzo nyufa, ujue yote hizo ni kitu kimoja. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho nicho kigundua huko, kwa nini nyumba karibu zote zinaufa, kwa nini nyumba karibu zote zina kreki, kwa nini nyumba karibu zote zimepasuka? Jibu lake ndio hilo. Kuta za huku zinahitaji, udongo wa huku unahitaji, baada ya kufunga madirisha, baada ya kufika hatua ya kufunga dirisha, limwagwe zege, lipigwe bimu kuzunguka nyumba yote, isiwe renta ambao huwa tunachukua vipande vya madirisha wa milangoni. Inafaa bimu iliweze kuzunguka nyumba yote, ili uzito wao, wanapokuja kuleta uzito wao, na yote iweze kuhimili, iweze kukabiliana na huo uzito. Lakini sasa huku hilo swala halifanyiki, nadhani Sina jibu la asilimia mia, lakini mmoja ya watu ambao nijaribu kuwauliza wachache, mmojawapo aliniambia ni kwa sababu ya kupunguza gharama, kwa sababu kuna gharama kwenye bimu, kuna gharama ya nondo zitatakiwa, pia vile vile mbao tatakiwa, mchanga itatakiwa, kokoto na simenti, bila kusahau pesa ya fundi. Kwa maana hiyo ndiyo kitu ambacho huwa wanakikwepa. Ni kweli wanakikwepa na wanafanikiwa kukikwepa, lakini madhara yake ndio hayo, kama ulivyoweza kuyaona. Nyumba zote zinapata crack, nyumba zote zinaufa. Kwa hiyo, ukipiga mahesabu, nyumba zinazoweza zikajengwa kwa mwaka naweza tika katika mwaka huo isiwepo hata mmoja tu iliyopigwa bimu, isiwepo hata mmoja iliyomwaga mkanda wa bimu mwenye zege vizuri kabisa, hamna eh? kwa mwaka, yaani naweza kashangaa, labda ndani ya miaka mitatu likatokea jengo mmoja ambalo likamwagwa zege. Kwa hii ndiyo sababu ya hiki kijiji. Nilizunguka sehemu nyingi nikatembea nikaona na barabara zao nzuri zinapitika kama ninavyoziona licha ya kuwa ni za kijijini, lakini iwe msimu wa mvua au msimu wa kiangazi zinapitika vizuri tu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilivyoweza kujionea mwenyewe. Kwa hivi ninavyoongea, nimeona mimi mwenyewe sijahadithiwa, sijatumiwa na mtu video. Kwa hila mimi mwenyewe ndivyo nilivyoliona swala hili, nikaona nawe nikushirikishe tunavyohamasishaga umuhimu wa kupiga bimu, wote tuweze kujua, wote tuweze kufahamu na changamoto zake. Kama hivyo unazoweza kuziona, ndiyo madhara yake hayo. Kwa hiyo tuweni makini basi, na nyinyi sehemu ambapo mpo huko, jaribuni kuangalia changamoto ni nini, kwa nini nyumba zinapatapata nyufa za kutosha, ili tuweze kujua tatizo kubwa ni ni nini nini hasa hasa, tuweze kujua shida ni nini hasa. Sehemu zote nitakazo kuwa napitia nitakajaribu kwa kicha nawaletea video husika za maeneo hayo ikiwa kutakuwa kuna kitu cha tofauti kidogo. Nadhani kuna video ambayo nishawaletea mazingira ya Shinyanga ambayo ndivyo walekeza ujenzi wa Shinyanga ulivyo, na saizi nimewaletea ujenzi wa Njombe katika kijiji hiki cha Liamruki kilichopo kata Kijombe, wilaya ya Wanging'ombe. kwa hiyo hata wakati mwingine nikienda sehemu nyingine pia na kwenyewe nikiona kuna kitu ambacho Wengi wao hatuna maji mnacho, basi nitashirikisha, tutashiriki wote ili tuweze kukiona wote tuweze kujifahamu. Ukitaka kuwasiliana na mimi, namba hizo unazoziona pia na ukitaka kufanya kazi na mimi, mimi ninaongea ni namba hizo unazoziona, kwa sababu mimi nafanya kazi ya kuandaa michoro namaanisha ramani, kujenga, kupaua, kupiga plaster, kufunga gypsum boards, kuskim, kupaka rangi na kujenga tiles. Yaani tunaanza kuchora ramani mpaka kufanya finishing ya nyumba yote. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Namba zangu ndio hizo unazoweza kuendelea kuziona. Shukrani sana na asante sana kwa elimu zaidi na zaidi, uwe na majukumu mema.